Hakikisheni mnampigia kula daktari Samia Suluhu Hassan, hakikisheni mimi Nuru Isa Kashakali mnanipa kula, na nawaahidi wana Itebula, baada ya kutoka kuapishwa, cha kwanza tunaanza kujenga kituo cha afya, hizo barabara zitajengwa lakini cha kwanza tunajenga kituo chetu cha afya cha Itebula, Itebula we. Lakini cha pili tutajenga madarasa na kuweka madawati kwa kila shule. Nimeambiwa hapa changamoto kubwa sana, wananchi wamejitahidi, wamejenga madarasa kwa nguvu zao lakini hayajamalizika, tunakwenda kuyamaliza. Huyu Nuru Kashakali ambaye anaenda kuwa mbunge wetu, anaenda kuwa mbunge wa, wa vijiji sitini na moja na kata yetu na kata zote 16 za wilaya ya Uvinza. Kwa nini tunamtaka yeye na si wengine? Tunamtaka yeye kwa sababu matatizo yetu makuu ya wilaya ya Uvinza ni matatu. Tatizo letu kubwa la wilaya ya Uvinza ni elimu, vijana wanakaa chini, madarasa hayatoshi, walimu hawana nyumba za kulala. Tatizo letu lingine ni usafirishaji, kwa kule watu wa Ilagala kufika Kalia, wote mnafahamu hali ya kule, si ndio, ndugu zangu? lakini tatizo letu lingine kubwa ni tatizo la afya. Mama zetu nyesi shahidi, ndugu zangu, huyu Bwana Nuru Kashakali anamiliki kituo cha afya, yani kwa lugha ya Kiingereza tunaita anamiliki health facilities. Tunaposema health facilities ni either dispensary, kituo cha afya au hospitali. Huyu bwana anamiliki kwa, anajua sisiemu, hey. oye hey. anajua kwamba kwenye vituo vya afya ili kienda vizuri, ni lazima wakinamama wao na vifaa tiba. Kwa tuna tuna mbunge ambaye hatuna shaka ndani yake, kwa sababu matatizo ya afya anayajadili kila siku kwenye sebule yake. Sisi eme, nimalizia la mwisho ambalo wengi tunalifahamu ni kwa ni kuhusiana na usafirishaji. Sisi kule kwetu, mimi kwetu ni kata ya Kalia. Bila gari za kina Kashakali tungekuwa hatuwezi kutoka Kigoma mjini kwenda Kalya. Huyu bwana ana gari zake zinatoka Kigoma mjini zinaenda kwetu kule Kalya, sisi emye, ana gari zake zinatoka Kigoma mjini zinakuja hadi huku kwetu Nguruka, si ndio? Yaani, tuna mbunge ambaye akienda bungeni matatizo yetu anayajua kichwani kwake kabla ya kuadisiwa na mtu mwingine. Ndiyo maana mimi kwa unyenyekevu mkubwa nikasema siwezi kusimama kwenye majukwaa mengine kuanza kuwanyooshea vidole eti namnyooshea Nuru Kashakali kidole kwamba asichaguliwe.